Asante sana, nashukuru. Na pia kwa kufika kwa wingi, so hichi ndio kitu ambacho tunapenda kukiona. Najua mi naongea ukweli tu, nawapa maua yenu waandishi wa habari, kwa sababu mmekuwa ni uh, kitovu cha mafanikio ya watu wengi, nikiwa na maana influencers, wasanii na watu wasani, wote ambao wanafanya sanaa, sababu mmekuwa mko active. Jambo lolote mnaloliona mnaliposti, uh, jambo lolote mnaloliona mnalipa nguvu jambo mnali, mna, lolote mna, mna, mna, mna, mna, mna, mnalichukua mnalipush. Hicho ni kitu kizuri sana. Kama leo tumesema tutakuwa tunazungumza, mmefika kwa wingi, so mimi ni washukuru sana kwa hilo nafanya kitu kizuri sana for the industry yes. Sawa sawa, ifani sio msanii wa show sana, upendaji kuposti kazi zako, lakini mara nyingi huwa zinaongea digital platforms zako, tunaona zinafanyaga vizuri yeah. Uh, tuna ushahidi wa Nessa Nessa, moja kati ya ngoma ambayo mpaka sasa hivi katika digital platform inafanya vyema sana, asijajua ni kwa nini unaenda kwa mfumo huu au huo, unapenda namba ziongee? Ah, uh, mimi ujue, mimi kwenye akili yangu sifikiri kama nafanya mziki kwa ajili ya watu wa sehemu moja nafikiria kama nafanya mziki kwa watu wa sehemu nyingi tofauti na hii industry ni kubwa sana. Ndio maana nimetoa ngoma na msanii wewe umjui, lakini msanii yuko kwao ni mkubwa sana. Kwa mimi napeka sana yangu pale. Nafikiri mwaka jana mwishoni nilienda au mwaka huu mwanzo nilikuwa Angola, fanya kitu kikubwa sana. ukifika kule mtu anaona kama kaja nani, kwa sababu tulifanya kazi na wasanii wa Angola, lakini pia mwaka huu nadhani tumefanya kazi na one of the biggest artists kutoka Kongo my brother Feregola wimbo wa Mobondo, ambao anafanya naye wimbo namba moja Kongo. Tumefika Kongo, tutaimba mstari kwa mstari. Kongo ni kubwa sana, usichanganyikiwe na Kongo ya huku Goma, labda huku Bukavu ni jirani sana na Tanzania, kwa hiyo of course Bongo muziki ya Bongo mingi iko pale, lakini Kinshasa mbali kidogo, ni kama mji mkubwa sana, mji wa kibiashara kwa Kinshasa ni mbali sana wanaiti sana wa Kongo wenyewe kwa Ko, kufika kule na kupata nafasi ya kuperform, na ukiangalia mimi ndo msanii wa kwanza kutoka Tanzania ambaye nimeperform Kinshasa. Msanii wa kwanza kwenda na kuperform Kinshasa. Sijui kama kuna mwingine. Kwa, ndio hivyo vitu ambavyo mimi mi viangalia. Nafanya nyimbo na wasanii tofauti tofauti sehemu zote tofauti tofauti duniani kwa sababu napenda mziki wangu uwe unasikilizwa sehemu tofauti tofauti duniani. Na ndio maana Ukiangalia nesanesa unapata reaction ya watu kwa kasi sehemu nyingi tofauti, kwa sababu tume tume so, wana, tume sisi tumeimba Kiswahili na tumeweka vitu ambavyo ni universal. Muziki ni universal language. Sio lazima uimbe kizungu. Lakini unaona, mataifa tofauti tofauti wana wanafurahia kitu ambacho tumekifanya. Na sisi kuposti kuonyesha kwamba tuna appreciate tuwe cha kifanya, sio ku brag ni kutangaza sanaa yetu. Kwa sababu sanaa inavyozidi kuwa kubwa, soko linazidi kuwa kubwa. Soko linavyozidi kuwa kubwa. Imagine msanii wa Tanzania anaenda kufanya show au anaenda kufanya show Wembley Stadium. Unafikiri media ngapi za Tanzania zitaenda show ya nyumbani? So wanavyoenda wasanii international, hata media zinaenda international, umenielewa sijui. So hii ni kwa ajili ya sanaa yetu kiujumla, kuliko kukaa kuanza kutafuta maneno ya kumtukana mtu, kukaa kutafuta maneno ya kumdisappoint mtu, ni muda wa kukaa kuanza ku ho katikati ya Alice na wewe ndio msanii pekee, pia umeoanisha kutokuwa na sintofahamu na msanii yote yule na nini, pengine ni miongoni mwa ndoto zako kama ambavyo yupo katikati umojama, unaweza ukaona mwenyewe kwa macho yako kwamba watu, watu wako fair na unajua watu wengi wanapofika time wanakuwa na mafanikio, chuki zinapungua. Unajua shida labda wafu au kukosa kiasi, kukosa pesa, sometimes inahitaji ugomvi sana, lakini God is good, industry inakuwa, wasanii wanapata riski, na tunakuwa na umoja na ushirikiano, na kila mtu anafanya vitu vyake. Ushindani unakupa labda kwenye kazi kwamba nataka kutoa kazi yangu bora kuliko kazi ya mtu mwingine. Lakini zile chuki is a personal, na mind huyu na mchukio usio sawa na usi, ni kitu kizuri unapoona wasanii wanakuwa kitu kimoja. It's not bad. Yeah. Hongera sana Rayvanny kwa dili la leo lakini pia hongera kama msanii ambaye una exposure. Yes. Unajua umezunguka kwenye tuzo tofauti tofauti. Yes. Naona hata nyoni yako inachuma pembeni. Yeah. Ah, I don't want to talk too much about my stuff lakini. Yeah. That's my look. <laughs> uh, mi nataka tuzungumzie tuzo za nafikiri wewe uh, kama msanii unakutana na tofauti tofauti kuhusiana na tuzo za hasa show ya Mario inaonekana kama amezingua kwenye performance hatujajua kwa upande wake tatizo lilikuwa nini natamani nizungumze nawe kwa experience yako unajua mimi sitaki kuongea sana kuhusiana na mtu au wa alikosea au wa akukosea. Sana wataongea mashabiki ambao ndo wanaoona. Unajua mashabiki sasa hivi wengi wanajua vitu. huwezi kudanganya dunia yako nayo mkononi, unajua wasanii wapi, unajua wasanii walotoka nje. unajua wasanii wa nje wanafanyaje. So, wanafanya comparison ya wanachokiona huku na wanachokiona kwenu. Nitaongea generally kwamba ili show iwe nzuri inataka vitu vingi kwa pamoja, inataka msanii cha kwanza inataka watu wa bend, chapili kwa sababu niliona hata wenyewe walitaka kuifanya wao ambao walifanya wao kama kujua haikuwa ile live tu ambayo iko kawaida, ni live ambayo pia ina autotune ambao wanafanya wazungu. Sasa live yenye autotune, manake inatakiwa uimbe kwenye key. Ikiwa kama umejaimba kwenye key kunakuwa una changamoto, lakini ukiacha hiyo pia kuna live inayorushwa live inayorushwa, pia inatakiwa itoe sound nzuri yani the way wameweka wa mic na kila kitu unakuta mtu aliyekuwa kwenye show anaweza akawa ali enjoy show, kuliko ambaye alikuwa anaangalia kwenye kwenye live. Kwa hiyo tuangalie vitu vingi kabla tujaenda kusema msanii kakosea au kupatia. Watu wetu wa live wawe sawa. Uh, watu wa bendi wawe sawa, watu wa wawe sawa, watu wanao balance zile sauti kuzitoa zile sawa, ili lawama isiwe kwa mtu mmoja. Wewe unaweza kuimba vizuri, lakini mtu asisikie sauti. Unanielewa? sijui <mucho> <mucho> eh hey, Una, kwa sababu ya watu wanaorusha live au kuna muda mwingine unakuta we msanii unaimba vizuri, mziki uko chini, vitu viko juu, so it's about kubalance vitu, na vitu vyote vyote viende kwa pamoja. Hata waamisha picha, unajua, unaweza kwenye live inatoka engo hii inakuja engo hii inatoka engo hii inakuja engo hii, kuna engo, hata kama mtu anafanya kitu kizuri ukiona it's boring. Kwa hiyo ni, ni, ni swala la, la, la kiujumla, tusistiki na msanii tu waandaaji Uh, watu wanaorusha live wanaorushaia watu wanaofanya band wanaofanya wote tuwe uniform tutoe kitu kizuri. Tuangalie sana kwa wenzetu. Tufanye kitu kizuri na kitu kingine ni ni, ni kuangalia kuangalia best usi, usi, usi, usi, usi unapofanya, labda tuzo au unapofanya show, usiangalie eti mimi nampenda nani au mimi namtaka nani, angalia kwamba nani anaweza akafanya nini, umenielewa sijui That's the thing, pia cha kuangalia kwamba wewe umempeleka. I'm not sure kama Mario alifanya rieso, navyosikia, kama walikwenda kwenye kwenye rieso, kulikuwa kuna muda walioenda wakaenda wakaenda tena wakarudi tena. Hata wakati wamefanya rieso, unakuta mtu hajapata muda mzuri wa kufanya rieso, hata hajapata muda mzuri wa kushikana, kwa sababu wasanii walikuwa wamepewa muda mdogo mdogo sana. Kwa kama umepewa nyimbo mbili, unakuta hata muda wako wa kwenda kufanya rieso, uweze kustick na watu pia unakuwa ni mdogo kwa sababu Performance ilikuwa na watu wengi sana. Kila mtu alikuwa ana perform. Ukiangalia karibia watu almost 20, kila mtu alikuwa live, kila mtu ana perform. Sasa pale unabidi uchague watu ambao bana hawa watu wataperform, ambao wapate muda mzuri wa kuorganize na watu wa sound, watu wa live, watu wakiwa. Nafikiri changamoto ilikuwa hapo kwamba performance zilikuwa ni nyingi na kila msanii ana, ana set yake. Atavyoimba Harmonize ana key zake, atavyoimba BN ana key yake, atavyoimba Mario ana key yake. Na wengi walikuwa nenda wanapiga live. So unaona mambo ni mengi sana ambayo yanatokea sehemu moja, kwa sababu vitu vinakuwa vingi, unataka watu vifanye at the same track, which is not good. Okay. Yes. Na hapo hapo Rayvanny, uh, wewe ni mmoja kati wasani ya wasanii ambao walikuwa chini ya yes. WCB na wakatoka, na kutoka kwako kulishangaza wengi kwa sababu mm. wewe pia ulikuwa ni kipenzi cha Diamond. Hivi karibuni ametoka Mbosso, ambaye pia yeye yeah, anahesabiwa kama kipenzi cha Diamond yeah, lakini pia hakuna mtu aliyefikiria kama atatoka mm. hivi uh, karibuni pengine kabla ya kutoka labda alikufuata kwa ajili ya ushauri kwamba nataka, kwa sababu wewe ndio ulikuwa mtu wa kwanza kumsaidia kuingia WCB, alikufuata wakati anataka kutoka? Of course, yes. Of course course, yes yes, aliniuliza na tuliongea tukashauriana, na nashukuru uongozi uh, pia wa WCB wameweza kumwachia bila kum, bila complications zozote na of course ameachia uhuru kuendelea kufanya kazi zake. Na ukizungumzia Mbosso ni msanii ambaye anapendwa na watu wengi sana, watu wanapenda sana uwezo wake, na ni msanii ambaye anaonyesha uwezo muda mrefu toka ametoka. Ah, mimi nitazungumzia tu kutoka kwenye label au msanii kuondoka kwenye label. Msanii kuondoka kwenye label ni kwamba anakuwa anataka comfort zone ya kuweza kufanya vitu vyake ambavyo anaamini yeye viko sawa, ndio linakuwa main. Lakini, hilo, hilo lakini kitu kingine kitu kingine ni ukubwa ukubwa wa, ukubwa wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa msanii kwamba nataka nikuwe sasa, nitoke nyumbani uwezo ukawa, wewe miaka yote uko nyumbani tu uko nyumbani wewe, unabidi utoke ukue, kesho usikie Mbosso, naye ana FC au ana lebo yake ambayo inasaidia watu. Kwa hiyo that's the thing, kwamba ina time itafika ambapo mtu anataka kumove kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ili awe kuku ilibidi atoke kwenye haya. Nilimwambia, nilimwambia, wale wale wanaokusifia ndo wale wale watakaokuponda. Bahati Bukuku walisema, unapoianza safari wanakutia moyo, unapoonyesha mafanikio inaibuka vikwazo. Mm, kwa unapoona kwamba unatukanwa sana watu wanakucriticize sana watu wanakuongelea vitu vibaya sana, you have to know kwamba wewe ni mtu mwenye matunda na umekua, unatakiwa uweke nguvu endea ku move forward, kwa sababu watu wengi especially kwenye nchi zetu ambazo tunatoka mm, happen wanapenda kusupport mtu akue, kwamba huyu ndo anaanza na kua na ukikua, wataki ukue sana kwamba anajiona nani, anavimba ye nani, amna kitu bana, wewe ushaisha we ye. Kama hivyo vitu inabidi uvumilie, kwa sababu mwanzo watu wanaweza kukuwekea heshima kwamba ikifika time watu wanaona move mwenyewe na maneno na watu kuku, kusema kapotea, hayupo, kashuka. Kama kuna watu ambao pia bado wanakupenda na watu ambao bado wanakusupport pia

Kwanza, Master Jay namuheshimu sana na ni rafiki yangu sana lakini, sasa anasema vote alivyoongea alikuwa amelewa <laughs> ndio niko najiuliza, najibu pointi za mtu alolewa? <laughs> au ni kitu gani? Kwa sababu yeye mwenyewe alikwambia alilewa, lakini honest, wamba, ukilewa, ni kwamba ukilewa ndio kweli unaongeaga. Nisikizeni, nataka kumwambia kitu kimoja. <laughs> wewe sio mtangazaji. <laughs> ni kweli, sio kweli? Kwa nini basi si atubani pua? Faima amekuwa hajai kuniomba amba hajatamani ndoa, nivyokuwa na Faima tu, ukipata time utamuuliza, mwaka wa kwanza tu nimeanza naye Nilikuwa na moto sana. Sasa sijatoka hata kwetu haijatoka hivyo. Nishaanza kuorganize vitu. Nakwambia. Ah, bana, mimi bado mdogo. Nikamwambia vipi, bana. Kumbe alianza yeye. Hapana, bana, mimi nilikuja kwanza, subiri. Nikamwambia sawa, usijali. Vitu vitakaa sawa, tunamalize. Kwa hiyo wananiambia hivi, nikasema mwenyewe, ngoja nisubiri time. Nafikiri time hii sasa mimi mwenyewe I'm ready. Lakini mwenyewe ko excited pia. Unajua mwanamke kuolewa a pia ni, mm, ni baraka. Afu pia Afu pia ujue marafiki pia nao. Unajua, unapoona watu wako wengi wa pembeni, marafiki mm, zake wengi ujue. Mm. Ehe. Bwana akuoe au unajua zile, zile ila mimi sioi, si kwa sababu eti unaniambia nioe. Nao kwa sababu nataka. Of course Faima ni mwanamke ambaye ni mvumilivu mm, ni mwanamke ambaye anaweza kukuwekea heshima hata akiwa na hasira, sio mwanamke ambaye anaweza aka react tukakudisappoint. Kwa hiyo ukimpoteza mtu wa namna hiyo, of course naye anakuta. Unajua, unapomfanyia mwanamke vitimbi anapata cabinets na washauri ambao anakutana na vishawishi pia vingi, kwa hiyo disappointments zinakuwa ni nyingi katika mambo kama hayo. Lakini mimi nitaongea tu kitu kimoja, kwamba mtu ambaye anaweza akaonywa side akakuwekea heshima akahakikisha uchafuki kwenye public, mheshimu. So watu wote wanaweza, kwa hiyo Mungu akijalia hmm. Niloyasema, yatatimia. Yes, niloyasema yatatimia inshallah. Zinakuja, tuna mawe mengi, tutaachia soon. Msanii mwingine mpya mwaka huu, mwaka huu.